Wakishasema mlango mwembamba kwa wadogo, tulikuwa tunafikiria yani, kuna njia ni pana. Alafu, tunajua tua tunajua na njia tunajua njia pana, wanaoenda kwenye hiyo njia lazima wawe wengi. Kama mnatembea ile njia itabeba watu wengi kuliko njia iliyo nyembamba. Lakini Yesu alichokuwa anakimaanisha ni nini, wapendwa? Mambo ya dunia kwa hali ya mwili ni mazuri, si ndio hivyo? Yani mambo ya dunia kwa hali ya mwili ni nini? Ni mazuri na watu ni wengi ambao wanafanya mambo hayo kwa ajili ya kuridhisha miili yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfano kwamba niache kula nifunge, hivi niwe mnakajwani mna kale umeona, chakula kizuri upike chakula kizuri ule, si ndio hivyo? Sasa hivi kuna pesa hizo tunazoziona, mpaka watu wanatoa makafara. Kama sio yeye, haoni kama ni shida. Yeye anachokitaka atoe apate pesa. Umeona, hayo eh, ni mambo ya mwili ya dunia. Hivyo tunaona mtu anakwambia mimi nataka bwana si niende wapi nifanye pombe nikalewe nikafulai nika enjoy. Wanasema hivyo. Japo mimi sijawahi kunywa sasa sijui nakuangaje. Walio wengi unakuta anakwambia hivyo. Tena ukimwambia kuhusu baadhi ya pombe uacha. Ah, mimi siwezi kuacha wewe. Kile kitu wewe kitamu. Kwani wewe hujawahi kunywa? Umeona? Kwa hiyo ukiangalia mambo yote ya dunia yanaonekana ni mazuri kwa haya macho ya nyama. Lakini tukiingia katika rohoni mambo yaliyoko rooni ili tuweze kuona ufalme wa Mungu. Kwa mtu ambaye amedhamiria kuingia mbinguni kwa kweli, milima na mabonde ipo, unapanda na kushuka, inahitaji hekima ya Mungu sana, unamhitaji Roho Mtakatifu sana, ili uweze kufanyaje? Kushinda sasa mambo ya dunia, anavyosema kwamba mlango ni mpana, ni mpana na waingiao ni ni wengi. Ndio hayo sasa, kwamba mambo ya dunia yanaonekana ni mazuri na watu wengi wanayashabikia, lakini njia yao inaenda wapi? Upotevuni katika haya wanayoyafanya, wanayoyafurahia, wanayo ya yani enjoy, mwisho wayo mambo ni upotevuni. Lakini mtu aliyejidhatiti mbele za Mungu akaamua kutesa mwili, kuunyima vitu ambavyo mwili unapenda kwa ajili ya Kristo, huyo mtu ataishia wapi? Uzimani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kufunga, kuna kuomba, kuna kujitoa Usikilize sauti ya Mungu. Mambo mengine ya kupita kabisa, kama huyajui. Kwa ajili ya nani? Ya ufalme wa Mungu. Ndio maana anasema njia iendayo uzimani ni, ni nyembamba na imesonga, na waingi yao ni wachache. Wapendwa, tupo makanisani, lakini unakuta watu wenye dhamira ya kwenda mbinguni ni wachache. Bwana Yesu asifiwe sana.